A -like, tuna good news, na tuna update kutoka baraza la mitihani ambayo inawalenga wanafunzi ambao wanatarajia kufanya mtihani wa kidato cha pili na kidato cha nne kama private candidate. Sasa kama wewe ni miongoni mwa watu hao au unatarajia kufanya hivyo, basi naomba twende pamoja kujua ni kitu gani ambacho baraza wametoa, ni kitu gani ambacho wameelekeza ili unapoenda kuomba au kuapply ujue vitu gani vya kuzingatia, lakini nikukumbushe kwamba uh, wanafunzi wa kidato cha pili na kidato cha nne tumeshafungua darasa la wanafunzi wanaotarajia kurudia mtihani kwa kama na wewe miongoni mwao, unaweza ukanicheki kwenye comment hapo, ili nikufahamishe ni mfumo gani au ni utaratibu gani ambao tunautumia ili kuweza, uh, kwenda pamoja. Unawezekana una muda wa kujisomea au una muda wa tuition, basi kuna darasa ambalo tunalo katika teacher D tunatakueleza ni masomo gani tunayoyatoa na tunatoa kwa mfumo gani. Sasa tuanze kwanza na update ambayo NECTA wameitoa, especially kwa wanafunzi ambao uh, wanatarajia kurudia mtihani, na hii ni update kwa wanafunzi ambao wanatarajia kurudia mtihani, lakini pia na kwa wale wa kidato cha cha pili ambao zamani walikuwa ni QT. Sasa tangazo linasema kutoka baraza kwamba baraza la mtihani la, la Tanzania linapenda uh, kuwajulisha watu wote wanaotarajia kufanya mtihani wa kidato cha nne na, upi, na upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili uh, mwaka 2026 20 kama watainua kujitegemea, kwamba moja, uh, usaili wa mtainiwa wa kujitegemea umeanza. Sawa, usaili wa watainiwa kujitegemea umeanza tarehe moja mwezi wa kwanza. Hili jambo la kunoti kwamba sasa dirisha limeshafunguliwa kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza hadi tarehe ishirini na nane uh, mwezi wa pili. Yani maana yake ni miezi miwili kuanzia Januari hadi Februari. Ada ya usajili katika kipindi hichi ni shilingi elfu hamsini kwa mtainiwa wa kidato cha nne au kwa watainiwa wa kidato cha nne, lakini ni shilingi elfu kumi tu kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili k kwa mwanafunzi ambaye anatarajia kurudia mtihani au anataka kutafuta kusafisha cheti kutafuta credit kwa kidato cha nne ni shilingi elfu hamsini. Unasajili, unachagua masomo ambayo unataka kuyatafuta, liwe moja, mawili, matatu, saba, tisa, kumi ni wewe mwenyewe. Lakini kwa kidato cha pili aa, ni shilingi elfu kumi tu kwa yale masomo ambayo nitakuja kukuelezea. Pia kumbuka, sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanywa na baraza. Masomo yamebadilika sasa, ya kuonesha wewe kama mwanafunzi wa kidato cha pili unatakiwa kusajili masomo yapi, maana najua unaweza ukawa haujui. Sasa anasema aidha, watakao sajili kwa kuchelewa yaani kuanzia tarehe moja mwezi wa tatu hadi tarehe thelathini na moja mwezi wa tatu watalipa shilingi elfu sitini na tano Hii ni kwa kidato cha nne kwa watahiniwa mtihani wa kidato cha nne, na shilingi elfu kumi na tano kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, ikiwa ni ada pamoja na faili. Kwa hiyo sasa zoezi zima la wasaidiwa wa kujitegemea linaanza tarehe moja Januari mpaka tarehe thelathini na moja Uh, Machi. Kumbuka, tarehe moja Machi hadi tarehe thelathini na moja Machi ndio inakuwa penalty. Kwa hiyo maana yake kama ulikuwa ulipe 50 unalipa 65 kama ulikuwa ulipe 1000 unalipa 1015. Sasa sasa tofauti na mwezi wa tatu, hakutakuwa na dirisha tena ambalo litakuwa liko wazi kwa watu wanaotarajia kufanya mtihani mwaka huu wa 2026 mwezi wa kumi mpaka kumi na moja. Jambo la pili la kunoti ni kwamba kabla ya kusajiliwa na mkuu wa kituo kwenye mtandao waombaji wanapaswa kwenda kwenye vituo vya mitihani, um, kuchukua namba rejea, inaitwa reference namba zitolewazo bure. Hii reference namba unapewa bure na kufanya malipo ya ada kupitia benki kwa kutumia control namba. Ne, kuna watu wana idea ya haya mambo. Nataka nikufafanulie hapa kwamba kipindi sasa wewe unahitaji kama hivi unahitaji kujisajili ili uje ufanye mtihani mwaka huu, cha kwanza lazima uwe na kituo ambacho unasema siku ya mtihani nitaenda kukaa pale, kama ambavyo mwanafunzi wa kawaida anavyoenda shuleni kwake. Wewe lazima utafute kituo, ambapo vituo vipo Tanzania nzima, ni ishu tu ya kutafuta, kisha kipata kile kituo. Sasa pale kwenye kile kituo unaenda wanakupa, hii inaitwa reference namba, utapewa na kituo, ambayo sasa hii ndio itatumia pale utakapoenda kusajili. Anakuambia kabla ya kusajiliwa na mkuu wa kituo kwenye mtandao, maanake hapa ndipo ambapo uh, utakuwa ume unachau, hapo ndo kwenye kusajili sajiliwa ndo natoa masomo nayoyahitaji, unayaweka pale ambao utahitaji kufanyia mtihani, na usajili wote katika mfumo unafanyika pale, lakini lazima u umechukua reference number kutoka kwenye kituo ambacho utafanyia mtihani, ambapo hicho kituo, hiyo reference number unapewa ni free kabisa katika hicho kituo, ambapo na kufanya malipo, lazima ufanye malipo kupitia control number, lazima utengeneze control number ambapo control namba itakuwa ni ya kufanya malipo elfu hamsini au elfu kumi elfu sitini na tano au elfu kumi na tano akwambia ufafanuzi kuhusu utaratibu na hatua za kufuata katika kutengeneza control namba na kusajili, ut, ut, utatolewa na mkuu wa kituo utakachochagua mtahiniwa kwenda kufanyia mtihani. Kwa hiyo pale ambapo utaenda kuchukua reference number, ndio pale mkuu wa kituo huyo atakuonesha au atakuelekeza namna ambavyo utatengeneza control namba kwa ajili ya malipo, lakini pia atakuelekeza kuhusu na hatua zote, kwamba ukitoka hapa sasa nenda sehemu fulani ambapo utaenda kufanyiwa usajili, utaenda kusajili masomo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo pointi kubwa na ya msingi ni kwamba lazima uwe na kituo cha kufanyia mtihani. Baada ya kujua kwamba mimi mwaka 2026 nahitaji kufanya mtihani, mtiani pili, sasa ni kutafuta kituo ambacho utahitajika au utataka kwenda kufanyia mtihani. Ukishakipata hicho kituo sasa ndipo Hatua ya tatu sasa, pale kwenye kituo ndio yule mkuu wa kituo atakupa maelekezo ya kufuata, ambapo cha kwanza ukienda pale, atakupa chaji ya wewe kufanyia mtihani kwenye kile kituo. Yani atakuchaji kama ni shilingi ngapi, ili uweze kufanya pale, utalipa. Lakini ukishalipa hiyo manaka, atakupa reference number, atakupa na maelekezo namna ya kutengeneza control number ili uweze ku, ku, ku, kulipia hivi. Ukishapewa control number na reference number ndio na ushalipia, ndo utaenda sasa kwenda kusajili masomo yako na baada ya kusajili masomo yako ndo wewe sasa unaanza sasa, kama unasoma mtaani, kama unasoma tisheni wapi, unasoma wapi, unakuwa unajifua mtaani, ukiwa unasubiri mtihani husika, au kama labda ume, umeomba kusoma, upo boarding shule fulani ambayo wamekupa nafasi, unaanza kupambana. Ndo mimi hapa nikatoa gepu kwamba kwa wale ambao hawana nafasi, hawana walimu, hawana nini. Katika Teacher D channel hapa tumeshafungua darasa ambalo litawaaccommodate wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili, lakini wa kidato cha nne na cha tatu na cha nne, kwa maana ya wale wa form 4 na form 2, kwa masomo baadhi, sio masomo yote, especially masomo ya sayansi atufundishe kwa sababu hatuna walimu wa kufundisha masomo ya sayansi, lakini masomo yote ya arts eh, tunafundisha. Kwa hiyo ni issue ni kunicheki kwenye comment yako ili nikupe utaratibu wa nini. Unieleze ni masomo gani unahitaji tuku, tuku, tukusaidie na tutakutengenezea mfumo wa online class utakuwa una access ya kuweza kusoma na mwisho wa siku utaweza kufanya mtihani wako na ukafaulu kama hauna muda wa kwenda darasani. Hii mara namba 4 wanawaambia waombaji wote wanasisitizwa kuhakikisha wanajisajili mapema kwani mfumo wa usajili. Usajili utafungwa mara baada ya kipindi husika kukamilika. Yaani kipindi husika ndio hii tarehe uh, thelathini na moja mwezi wa tatu. Kwa hiyo kama utakuwa na swali kusana hii update unaweza ukaniandikia kwenye comment. Niliwaahidi kwamba nitawaelezea wanafunzi wa kidato cha pili a mabadiliko aliyopo. Eh, mabadiliko aliyopo wanafunzi wa kidato cha pili. Nimesha toa video kuelezea hizi changes lakini nazielezea tena na tena hizi haya mabadiliko ambayo yapo. Ah, Baraza pia walitoa hii update kwamba watahiniwa wa kujitegemea wa kidato cha pili. Uh, watahiniwa wa kujitegemea yani private candidate anayetarajia kufanya upimaji wa kitaifa kidato cha pili ishirini na sita ili kupata sifa za kufanya mtihani wa kidato cha nne. Kumbuka mtu anayesajili mtihani wa kidato cha pili target yake ni kutaka kupata sifa za kuweza kufanya mtihani wa kidato cha nne. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuwa na hizi sifa unaambiwa, za kufanya mtihani wa kidato cha nne, atatakiwa kusajili masomo sita, sawa ya lazima. Masomo sita ya lazima ambao ni basic mathematics. Uh, Kiswahili, English language, business study, geography, historia ya Tanzania na maadili. Aya ma sita ya moja mbili tatu nne tano sita, moja mbili tatu nne tano sita, aya masomo sita yaani utakuwa usajili hayo masomo ya lazima, lazima hayo yasajili. Aidha anaruhusiwa kusajili masomo chaguzi ya sio zidi matatu. Kwa hiyo ukiamua ishia aya sita ambayo ni, ni, ni, ni, ni must Yani, haya ni given, hayana hayana option sawa, lakini ukiamua kuongeza basi aizo unaruhusiwa kusajili masomo chaguzi yasiozidi matatu kama yalivyofafanuliwa kwenye format ya mtihani. Sasa, kwa wale, kama wewe una target naomba unisikize vizuri, kama wewe una target ya kwamba form 2 una mpango huko mbele form 3 form 4, uendelee na masomo ya science unaruhusiwa kuongeza somo la, jo na la biology, physics pamoja na chemistry katika hayo masomo matatu lakini kama hauna mpango unataka kuendelea na, na, na, na masomo ya art basi, uh, gap lililopo ni kwamba wewe utahitajika tu uh, kuongeza somo la history pamoja na biology. Ni hayo masomo mawili tu ambayo utayaongeza hapo, kama utaamua kuendelea na art. Kwa hiyo form 2 masomo ya lazima ambayo lazima uyasajili ni haya masomo sita, lakini pia kumbuka huko mbeleni una option ya kuongeza masomo matatu, yasiyozidi matatu kwa science na arts kama nilivyokufafanulia hapo mwanzo. Kwa hiyo hii ndio ndio nature ya ya, ya, ya mtihani wa kidato cha pili utakavyokuwa mwaka 2026. Kumbuka hapa somo la civics limeondolewa, limekuja uh, historia ya Tanzania na maadili, lakini kuna somo la business study ambalo alikuepo, natakiwa ulijue na hivi ndivyo ambavyo mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo wanafunzi A good news zaidi ni kwamba kuna mabadiliko makubwa. Kwa mfano topic nyingi zimepunguzwa, kuna mambo mengi yamebadilika ya mfumo wa mtihani kwa sasa. Kwa hiyo ni vizuri sana, kabla ya kuanza kusoma ujue vizuri ni kitu gani utakuwa kusoma na ni kitu gani ambacho kitatoka kwenye mitihani yako. Nitakuja na update za watu ambao wanajiandaa, tutakuja na format ya mtihani ili uone uh, mtihani utatoka kwenye topic zipi, somo lako litatoa mtihani topic zipi so, Niandikie kwenye comment kama utakuwa na swali lolote. Thanks for watching. See you next time with me Teacher D. Uh, bye bye.